Asante, nashukuru. Bwana Yesu asifiwe. Nashukuru mkuu wa wilaya, mimi ni mara ya leo kukuona, hatangi umekuja. Bwana Yesu asifiwe. Nimekupenda kule mama, ubarikiwe na bwana Mungu alikuumba, umeumbika. Bwana Yesu asifiwe mila kwangu kabisa, ninayotaka kusema hapa mkuu wa wilaya ngine, ninachotaka kuomba mkuu wa wilaya mimi ninachoomba katika wilaya yetu ya Makete hii mlichotufanyia kwani mmefanya mazuri mengi sana, lakini mlichokwenda kutuharibia ni kwa watu wenye kwenye umeme. Mnaposema Makete mjini watu walipe laki tatu na ishirini, mtu mmoja ni wa hali ya chini, hajiwezi. Mwingine yuko kijijini kule Buloku, watu ana uwezo, mnasema walipe ishirini na saba. Kwanini msiwasaidie watu waliopo hapa ambao hawajiwezi na wenyewe wanufaike umeme? Wanasikia makete huko Wana umeme wanasikia wilayani umeme upo, hawatumii umeme, hawana hiyo laki tatu na ishirini. Naomba mkuu wa wilaya wasaidie watu mimi nalia na watu hawa kila siku, na hili kila siku nasema, nasema wasaidie, ni watu wao, ni waita umeme, wataenda makaburini hawajanufaika umeme. Lingine zaidi ninayotaka kukushukuru mkuu wa wilaya, kweli tumenufaika na lami, tuna enjoy tuna tereza. Tunaomba hata hapa tutereze hata ya Mbeya mtusaidie, mtulilie huko viongozi wa kinamo wa kinamo Ninashukuru. Kingine, kuna siku moja mimi na mimi taifa, ninakushukuru Diwani Francis, nami hiini gesi nilipata na shukulu la kutumia nilipata ubarikiwa na Bwana Mungu akuongezee miaka. Kuhusiana katika umeme, ni kweli umeme unakatika, lakini kama shirika tumeshajipanga zipo changamoto mbalimbali ambazo zinasababisha mbali mbali umeme kukatika. Zipo ambazo ziko ndani ya uwezo wetu, lakini kuna zingine pia ziko nje ya uwezo wetu. Kwa mfano, kwa sasa wilaya ya Makete tumepata umeme, lakini matumizi yako ni madogo sana sasa, mwingi, kwa hiyo sasa umeme uko mwingi watumiaji hatuna. Kosa kinachofanyika ikishafika usiku umeme unakuwa ni mkubwa kuliko matumizi. Kwa hiyo sasa zile mita zetu, umeme ukishakuwa mkubwa afa utumii. Ndio maana sasa unakuta kuna baadhi ya nyumba umeme unawaka, kuna baadhi ya nyumba umeme hauwaki. Hiyi inatokana na kwamba hizi mita tunazozifunga kwenye mifumo yetu, kila mita ina tabia zake. Kuna nyingine umeme ukiwa mkubwa inakata, na kuna nyingine umeme ukiwa mdogo inakata. Sasa shirika linafanya nini? kwa hiyo shirika iko mipango ya muda mrefu na mipango ya muda mfupi. Mpango wa muda mfupi sasa, tumejipanga kufunga kifaa kwenye laini zetu ambacho sasa tutakuwa kina ureguleti ule umeme, kwamba umeme ukipanda yenyewe kinaushusha, ukishuka kinaupandisha ili kusudiwe kwenye uwe stable, ili kusudi kupunguza pia katia umeme kwa baadhi ume ya nyumba. Lakini changamoto nyingine sisi Makete na Njombe kwa ujumla tumejaliwa sana kuwa na misitu na miundombinu yetu imepita mistuni. Kwa hiyo sasa, mtu ukidondokea rupila umeme unakatika, lakini hizo tunapambana nazo. Lakini na mpango mwingine wa shirika, laini tunayotumia kwa sasa, mara ya kwanza tukatumia umeme kutoka Mbeya, lakini tukahamia pia, tuka tunatumia umeme kutoka Njombe. Umeme tunaotumia kutoka Njombe tuna share hatujawa na line ya moja kwa moja kutoka kwenye kituo cha kusambaza na kupoza mpaka kuja kwenye wilaya hatujawa kuwa na hiyo line. Kwa hiyo line tunaoitumia kwa sasa tunashare kwa wilaya ya Njombe, wilaya ya Wangi Ngombe na wilaya ya Makete. Kwa changamoto inayotokea sasa, Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, tuko na share line. Tatizo likitokea Njombe na sisi tunapata. Ikitokea Wangi Ngombe na sisi tunapata. Ikitokea Makete na sisi tunapata. Kwa hiyo sasa ndio unakuta sasa ni yale makatizo yanakuwa ni mengi, lakini mengine sio ya Makete, mengine yanakuwa ni ya wilaya zingine, lakini kwa sababu tunashia ile laini laini, ikishakuwa na changamoto kinachokata ni kule kwenye kituo, kwamba sasa ile break au, ile switch inasitisha huduma, kwamba kwenye kuna changamoto. Lakini Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, hayo matatizo tunaendelea kuhangaika nao na kuyatatua. Kwa hiyo inatoka kwenye kituo cha kupoza na kusambaza pale Makambako ije moja kwa moja makete kwa sasa tunaomba Mungu atusaidie tupate ilo pendekezo letu likubaliwe. Hiyo sasa inaweza ikawa angalau itapunguza ile ukatika kwa umeme mara kwa mara. na itapunguaje? Kwa sababu zile sasa ile makatizo ambayo tunashare tunashea na wilaya zingine tutakuwa hatunayo tena. Ndio kwa mfano mtu umedondokea Wanging'ombe au umedondokea Njombe, kwa sababu laini ni moja, umeme utakatika wote. Kosa kinachofanyika sisi sasa watu na wasiliana tu bana, shida iko wapi? Shida iko kwa, kwa ngwasi wasi ya turudisha umeme. Kwa swala katika kwa mara kwa mara yani limekaa hivyo, lakini pindi mnomo mwema unapokuwa katika sisi hatulali. Tunashughulikia ili kusudi umeme uweze kurudi ndani ya muda. Mheshimiwa mkuu wa wilaya, swali la pili ni swala swali la gharama za kulipia umeme. Mheshimiwa mkuu wa wilaya, gharama za kulipia umeme za aina mbili, ziko kwenye aina mbili. Kuna umeme gharama za kulipia umeme vijijini, lakini pia kuna kulipia umeme mjini. Gharama za kulipia umeme mjini zipo za matabaka matatu. Sisi kama Tanesco tunadibisha umeme kulingana na umbali mteja kutoka miundombinu ilipo mpaka nyumba ya mteja ilipo tabaka la kwanza ni umbali wa mita thelathini bei za mjini ni shilingi laki tatu na ishirini na moja. Lakini pia kuna umbali wa mita sabini gharama zake ni shilingi laki tano na kumi na tano. Lakini pia kuna gharama za mita mia ishirini ambayo gharama zake ni shilingi laki sita na tisini na sita. Lakini kwa vijijini, sasa vijijini tunalipisha gharama ya shilingi elfu ishirini na saba ndio gharama za vijijini. Lakini kwa mjini sasa tukisema saiwawa iwawa ndio mjini. Ukisema naenda Makete mjini ndio maana unaikuwa iwawa. Na ndio maana gharama zake za kulipia umeme ni shilingi 321 515, lakini na laki sita tisina sita. Hiyo sasa inajumlisha pamoja na Ibaralila, Maleusi, Ndulama, wapi, kwa sababu hiyo ni mitaa ambayo iko ndani ya mamlaka ya mji mdogo. Mheshimiwa Mwenyekiti, Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, gharama zake ziko hivyo. Lakini swala mwisho ilikuwa na kitongoji cha majengo kilichopo mtawa mareusi akijafikiwa na umeme. Ni kweli, Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, miradi ya kupeleka umeme kwenye vijiji, kwenye vitongoji tunaenda nayo kwa awamu kwa awamu. Naamini, naamini awamu inayokuja na inadhani itatangazwa hivi karibuni. Sisi kama wilaya kwa sasa na lakini sasa, kwa kwa sababu hii miradi inaenda kwa awamu, mpaka sasa hatujajua kwamba tutapewa vyote mia mbili kumi na sita au vitakuja vingapi, lakini vikishafika sisi tunatoa taarifa. Tuombe tu kwamba hii awamu inayokuja na majengo iwemo. Umeme kukatika Sawa jamani, tumefanya jitihada kubwa sana kwamba sasa hivi tupate kile kifaa cha kupunguza umeme ukiwa umekuwa mwingi na cha kuongeza umeme ambako unakuwa mchache, na tulishafanya maombi huko juu, na Nikidoma nimemuuliza kifaa kimeshafika. Inamaanisha kifaa kile kikifika mambo yatakuwa nini? Mazuri, kwa sababu umeme unapokatika, ukatiki kwenu tu hata mimi nyumbani kwangu napokaa unakatika, si ndio? Hivyo jamani, kwa hiyo ni kero ya sisi wote, kwa sababu mambo mengi sana yanakuwa yanachelewa. Kwa hiyo naomba, nitawapa majibu kwamba hili jambo limefikia wapi. Nitamwambia mwenyekiti wenu, diwani wenu, awaletee majibu kwamba baada ya mimi kufuatilia. Kitu ambacho nakiogopa kwenye mikutano yangu na sikipendi, sitawaahidi kitu ambacho sikiwezi. Hapo mtanisamee bure, kusema kama nitafanya hiki, nitafanya hiki kitu ambacho hakiwezekani, sitowambia kwa sababu kesho na kesho kutwa nikiwaambia kitu hamtoiamini tena serikali, unanielewa eh? Kwa hiyo tutaeleza kile kitu cha ukweli. Hata sehemu moja walikuwa wanasema sisi tuna upungufu wa walimu, tuna walimu wa saba tunahitaji kumi, nikamwambia kuna maeneo kuna walimu wa wawili. Tut tutakuletea wewe mwenye walimu wa saba kweli Lazima tufanye msawazo kwa sababu mimi ni mama wa wilaya, lazima kote nigawe kwa watoto wangu, si ndio? Hivyo jamani eh. Kwa hiyo vinavyowezekana vitafanyika.